Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta Story ameweza kupakia video fupi ambayo wameonekana wakiendelea kuvibe yeye yeah, pamoja na msanii mwenzake Juma Jux pamoja na producer ambaye producer amefanya kazi za kutosha kabisa S2kizzy ambazo kazi hizo zimeweza kuenda viral kina manoma kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kupitia ukurasa wake huo wa Instagram ameweza kupakia video ambayo video hiyo e, msanii Juma Jux pamoja na S2kizzy wakiwa amevalia e, cheni lakini kwenye upande wa maandishi ambayo ameandika e, Akawa ameweka emoji fulani vya saruti pale lakini kwenye hii video inaonekana kabisa kwamba vile Diamond Platnumz kwa ishara ya upendo tu ameonekana kama vile kuwapa zawadi. E, bana Juma Jux pamoja na S2kizzy na, na kama unafahamu kwamba e, Juma Jux pamoja na Diamond Platnumz ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa ni marafiki kindaki ndaki. Hata pia Diamond Platnumz kuweza kuhudhuria e, katika e, sherehe ya Juma Jux pamoja na mwanadada kule Nigeria, lakini pia hata kuonekana kabisa hata hapa Bongo, e bana, shuhuri yake aliweza, kati ya watu ambao wamekuwa ni producer ambao wanafanya kazi zake Damo Platinum, e, zinakuwa zinaenda viral kinoma noma, hata pia nyimbo mbili ambazo ambao ameweza kumshirikisha BN kutoka kutoka Kenya eh, pale Nairobi lakini eh, wimbo wa Masterpiece E, ambao unafahamika kwa jina la Babu ambao Diamond Platnumz ameweza kuziachilia nyimbo zote mbili hizi katika siku moja. Sasa zilikuwa ni dakika nane tu ambazo ziliweza kupita, akaja kupakia video nyingine tena ya e, yeye pamoja na BN kutoka Kenya, wimbo ambao unafahamika kwa jina la Katamu. Yani nyimbo mbili zote kwa wakati mmoja akawa amezipakia kwenye mtandao wake wa YouTube, lakini pia platform tofauti tofauti za kuuza na kusambaza muziki, jambo ambalo limekuwa likiwashtua baadhi ya watu wengi sana na, na kama unafahamu kwamba imekuwa sio swala la kawaida kwa msanii kuweza kuachilia nyimbo mbili kwa wakati mmoja cause e, wasanii wengi hususan kwa hapa Tanzania wamekuwa na uoga wa kuweza kuachilia nyimbo mbili kwa sababu ya kuweza kufanyia challenge, lakini pia kuweza kuboost, kwa sababu ukipakia nyimbo moja, watu wengi wanaamini kabisa kwamba unaweza ukapiga challenge za kutosha kabisa ili wimbo huo uweze kuenda. sasa kuachilia nyimbo mbili ni ni kama vile itakuwa ni vigumu kuweza kupush wimbo kuweza kwenda viral zaidi, lakini kwa upande wa Damo Platinum ameonekana kuweza kuachilia nyimbo mbili, lakini bila kuwepo na mashaka yoyote, lakini kwa ukubwa ambao yuko nao Diamond Platnumz imeonekana kabisa kwamba hata hizo nyimbo zimeonekana kuitika zaidi hata pia kwenye mtandao wa YouTube pale e, wimbo wa Katamu ambao ni BN pamoja na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz akiwa amemshirikisha BN ukiwa unashika namba 3 on trending pale, lakini pia hata huu wimbo wa Masterpiece pamoja e, pamoja na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz akiwa amemshirikisha Masterpiece, umekuwa ukishika nafasi ya kwa upande wa Diamond Platnumz ameonekana akiendelea kuwa na mafanikio ya kutosha kabisa katika nyimbo zake mbili ambazo ametoka kuziachilia, na producer ambaye ameproduce hizi nyimbo ni S2kizzy, na ameweza kumpatia zawadi ya cheni, lakini pia ameonekana kumpa cheni hata pia eh, rafiki yake wa, faida kabisa Juma Jux, e, kupitia ukurasa wake wa Instagram Insta Story ameweza kuthibitisha, e, bana mambo hayo, so, kwako kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, eh, bana uko na mtazamo gani? Usichoke kusubscribe, ku like, ku comment utakuwa